Kwenye ibada hii maalum. Leo ni ibada maalum ya kunywa maziwa na asali, lakini tunapozungumzia maziwa na asali tunazungumzia amani. Haleluya! Tuna nchi yetu inaelekea kwenye uchaguzi, yako mambo mengi yanatokea, tunaona kwenye nchi mbalimbali, mfano tunayo chaguzi hizi zimekuwa wengi wamepoteza rasilimali, wengi wamepoteza watoto na vijana wengi, familia nyingi zimepoteana. Tunaingia kwenye uchaguzi tarehe ishirini na tisa siku ya Jumatano. noase wa Tanzania wote tujitokeze kwa wingi kwenda, kwenda kupiga kura. Bwana Yesu asik tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kula. Taifa hili ni taifa ambalo Mungu ametupa kama zawadi. Nchi nyingi za Afrika, Tanzania tumekuwa ni sehemu ya makimbilio. Niwakumbushe tu wa Tanzania wenzangu kuna maisha baada ya tarehe 29 siasa na kukumbusha viongozi wa dini, kuna maisha baada ya tarehe ishirini na tisa. Watoto wanahitaji kwenda shule na maisha mengine yanahitaji kuendelea, isije ikawa tarehe ishirini na tisa ikawa ni chanzo cha kupoteana na familia zetu. Watu wengi wamekuwa wakizungumza mambo mengi ya vitisho. Lakini nakwambia, na tunavyo vyombo katika taifa hili ambavyo vyombo vya ulinzi no na usalama, mimi ninaamini na neema ambayo Mungu ametupatia Tanzania, tarehe 29 ti tutavuka salama. Tarehe 29 tutavuka salama. Na wewe ambaye wanakushawishi watu walioko kwenye mitandao ya kijamii juu ya maandamano na kufanya vurugu aina yoyote, mimi nikushauri, tarehe ishirini na tisa baada ya, ya kupiga kura, mimi nitakuwepo hapa nikimshukuru Mungu nikiamini kwamba haya tulioomba mahali hapa Mungu amekwenda kujibu na hakutatokea vurugu aina yoyote.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 upoteze duka lako sivyo? Upoteze duka lako kaniako, upoteze mifugo yako. Ilinde jamii yako, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, tushikamane. Hakuna anaye furahia mauaji, utekaji na hali yoyote ya uharibifu katika taifa. Hakuna Mungu ameni viongozi wa tupendi, now, kwa dini yatiteni lakini, hata viongozi wa serikali hawapo hawako kwa ajili haya, wako akaia kulinda amani. Kwa hiyo tuhakikishe kila mmoja awe ni mlinzi wa familia yake. Kwa kusema haya, kwa kusema haya mimi nimeomba kwa ajili ya ombe ya uchaguzi. Ninawaomba Watanzania wajitokeze tarehe ishirini na tisa waende wakapige kura. Mimi nitakwenda kupiga kura na wewe nakushauri uende ukapiga kura.